Deputy position. Eh, eh, eh, eh, eh, e. Hapo ni ko negatives. I mean, not me, but as mountain to ko negatives. Sio mimi peke yangu. Ah, mambo za afya. Hapa sijakula anything. Ai, pia housing sijaonja kitu. I must restore the dignity of my person. Simiti, shuma na mabati sote 0%, hapa nimechezwa vibaya. If I don't eat, no project will proceed. Razma nishome. Ah uh, speaking of kushoma, washa nichapie huyu bazua enigma. Nisikie kama bado tuko pamoja. Achigole aroigo. Aro uh-huh. Uh, no, baba. Uh, otherwise wona We, ta nini? Uh, nasikia siku hizi unaokoa nchi? Ati umekuwa slayer of koos. Mr. Save the country from itself. <laughs> Iyo, ndiyo mimi. Eh, eh, te baba na nyudo, eh? <laughs> Eh? Eh, dhor kutoka bodo. Nyindo kubwa kuliko yako. Superhero himself. Ah, wewe sema kinyo nataka. Ay, baba, bado umekasirishwa na ile maneno ya mitego. Kwani hujui jokes? Mitego ilinasa mwenye mitego. Ay, kayo kihana hati ya we. Be like me. Catch feelings, not flights. Ama inasemwa namna gani? Flight kitu gani? <laughs> Mi <Mine> nishafika kanani. <laughs> Pana nipigia tena. Ai, siku hizi baba akona kiburi mingi. Washa nitafute huyu mwingine wa ngox. Hey, my brother, uhoro waku? Uh, what are you saying? Eh, we mwega. Eh, we ra no muraruta. Eh, uh, skiza sasa gari nimeuda na iko garage. Sasa hii gari yako inatuhusu vipi? Wamanyileze nenyanga vuchingo uvota, kwa sababu mimi nikiwa busy sitaki watu wananizumbua zumbua. Hear me out, hear me out. Tohakite ragi kabrak. Very beautiful. Na magurudumu tumeeka za grown, lakini bado ziko sawa. Zitatufikisha. Unajua vile economy inakimbiza mtu huku nje? Mituba basi, sio mbaya. No, it's good. Wewe nakujua, zana hii kari yako haiko roadworthy. I can bet a gold bar it will never be wenya namna wenya uriye. Uh, by the way hiyo maneno nitakuona kada unifudiche, ndipo sa uniite press conference unimulike. <laughs> Absolutely never, you know me, mimi ni deleva wa miaka migi

The no reason skiza wafura. Wewe, niona report rectangular speaker to you. Eh eh eh eh. E. Karibu useme majina zote za serikali. Niona D.N.O. I am just asking. Would you like to join my vehicle to victory as my official maestro of transit? Unataka nikufe na wewe. Mimi makanga, wewe dereva. Exactly, correct. This is why I call you.